Mara ya kwanza mwanamke kujitokeza kuwania urais lilijitokeza jina la Anna Senkoro wa chama cha upinzani PPT na kushika nafasi ya nane kati ya wagombea kumi waliojitokeza mwaka 2005. Miaka kumi baadaye ndipo likajitokeza jina lingine la upinzani la Dr. Anna Mwira wa chama cha ACT Wazalendo na kushika nafasi ya tatu ya wagombea urais katika uchaguzi wa mwaka 2015, 2020 ambapo kwa chama tawala alisikika Samia Suluhu Hassan kama mgombea mwenza. Katika uchaguzi wa mwaka 2020-2025 wakaongezeka wanawake wawili waliojitokeza kutoka upinzani tena, Cecilia Mwanga wa Demokrasia Makini na Queen Sendiga wa chama cha ADC. Katika kipindi hicho mwaka 2021, baada ya kifo cha hayati Magufuli, ndipo kiti cha uraisi kikakaliwa na mwanamke kwa mara ya kwanza kikatiba na Samia Suluhu Hassan na kubadilisha kabisa fikra za nafasi za mwanamke kwenye ngazi ya uraisi katika historia ya Tanzania. Uchaguzi wa mwaka 2025 unaweka alama kwa nafasi ya urais kugombewa na wanawake watatu, Samia Sulu Hassan wa Chama cha Mapinduzi anayetetea nafasi yake, kutoka upinzani tena Saum Hussein Rashid wa chama cha United Democratic Party yani UDP, na Mwajuma Not Mirambo wa chama cha Union for Multiparty Democracy, yani UMD. Kitazama hao wanawake wote watatu ni zao la harakati za usawa wa kijinsia ambao tunapigania. Kwetu sisi tunaona hivi vitu sio vya kulala na kuamka, ni vitu ambavyo vinajengeka taratibu na vinaendelea sasa hivi. Swala ni kwenda taratibu na mifumo. Tatizo letu ni mifumo, tatizo sio wanawake, tatizo ni mifumo yetu ambayo imekuwa sijui uh, niseme butu, kila saa inatengeneza inatengeneza dari kwa wanawake kupita. Maana yake uh, ile harakati ya uh, kuwa na usawa wa hamsini kwa hamsini kati ya wanawake na wanaume uh, imekaribia japokuwa haijafikia hasa, hasa kwa asilimia hizo, lakini tunaona hata ukienda kwenye bunge la jamhuri ya muungano lililopita, tuliona kulikuwa na wanawake wengi wameshika nafasi katika majimbo, si zile za kuteuliwa kwa na wagombea watatu wa wanawake wa kwenye ugombea wa rais ni kwamba cha kwanza, kwanza demokrasia imekuwa katika nchi yetu. Pili, ule mfumo dume kidogo naona unaondoka, kwa sababu kusimamisha hususani chama kikuu kumsimamisha mgombea urais ambaye ni mwanamke, kwamba hata demokrasia ndani ya chama ipo pia vizuri, kwa sababu tulikuwa tuna, tuna mwamko huo kupata kiongozi wa, wa nchi wa mwanamke, lakini naona maendeleo mazuri. Wagombea hao watatu wanawake wanatoa tafsiri ya mos vyama vya kisiasa kuondoa ubinafsi wa nafasi za uongozi kwa wanawake, lakini pili ni ishara kwamba uwepo wao unaondoa dhana ya kuhesabika kwa vidole na kuleta uzito mpya katika mijadala ya siasa za kujenga hoja majukwani. Niwaombe sana wanachama wote, kama ilivyo desturi yetu, Chama cha Mapinduzi, mchakato wa uteuzi unapoisha, na makundi pia nayo yaishe, na ushindani ndani ya chama pia uishe. UDP imejipanga kuimarisha kilimo cha umwagiliaji ili kupata chakula cha kutosha na mazao ya kibiashara ya kutosha. Tunaamini kumkomboa mtanzania kupitia elimu, na elimu ambayo tumeitaja kwenye ilani yetu ni elimu bora kwa kila mtoto wa mt, Kitanzania. Hivyo na Kamuntu, Azam News.